Jina la Yesu lisifiwe na lisifiwe tena na tena. Nakuja leo na injili uh, ya Yesu Kristu kuitangaza hapa mji, mtaa wa Majengo ama vile ambavyo kisha sio sisi si wageni kwenu hapa. Sisi hata mtu mkituona, unajua habari ambayo tunaenda kuwanenea ni habari njema. Ni habari ambayo ukifunua sikio lako ukatilie maanani, hata hakika moja, ukatilie maanani, ukalisikize, ukaliwaze, utaona kwelikweli kwamba jina yusu, la Yesu si jina la kawaida, ama jina la mwana wa Mungu si jina la kawaida, kwamba wokovu ambao uko ndani ya Kristu Yesu si wokovu wa hivi hivi, ambaye wa Mungu ametimiza katika mwana wake mtakatifu si jambo la mzaha, si jambo la kuangaliwa hivi na kuchukuliwa mbali, si jambo ovyo. Ni jambo ambalo linafaa akili yako, wakati wako, concentration yako, kuichambua, kuiwaza, kuifikiria, kuipata, kuichua hili neno la Yesu. Wengine wanakaa chini wanasema

Inawezekana koo kuna yeyote er ambaye akili yake inatosha apate kumjua Mungu, ati mi nimemjua Mungu, nimemjua kabisa kabisa, ametosha, hii imetosha. Awezi fanya kitu yote, anisamurahizi awezi kivungua njia yingine, anishtue. Mwanadamu mwenyewe awezi mjua

Mstari wa kumi na tatu anasema hivi: ole wako Korazini, ole wako Betsaida, kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingefanyika Tiro na Sidoni, miji hiyo ingekuwa imetubu zamani kwa kuvaa makunia na kujipaka majivu. Lakini itakuwa rahisi zaidi kwa Tiro na Sidoni kustahimili katika siku ya hukumu kuliko nyinyi. Nawe Kapernaumu, je, utainuliwa hadi mbinguni? La hasha, utashushwa mpaka kuzimu. Yeye awasikilizaye nyinyi anisikiliza mimi, naye awakataye mimi amenikataa mimi. Lakini yeye anikataye mimi anamkataa yeye aliye mtuma. Amina, amin. Neno la Bwana hilo. Wamsikia Yesu anazungumza hapa. Yesu anazungumza na hawa wanafunzi sabini na wawili, amewatuma kwenda kufanya kazi Israeli, Israeli kotekote. Amewatuma nenda pale, nenda pale, wafunze, wafunze. Lakini kuna miji ambayo imepata kusikia hii habari na hata miujiza imefanywa miongoni mwao, hata miujiza imefanywa miongoni mwao, lakini hawaamini, hawaamini, hawataki kuamini, hawataki kuamini. Wanasema, kwa nini ni mtawala tuamini? wanasema njia batili katika maisha yenu yote, hayo mambo yote mmekuwa mkifanya ni batili, na haiwezi kukusaidia na haina faida ya milele na miujiza imefanywa mbele yao ili kuwahakikishia ukweli ya yale ambayo yanatangazwa mbele yao, hawataki kuamini anasema hapana, nitabaki katika njia zangu mimi, nitabaki katika mambo yangu mimi, mambo yangu ambayo nimeaminia hayo ndio ya kweli. Anafunguliwa macho yake hata anaweza kushikwa hivyo afunguliwe kabisa, angamie. Angalia vile ambavyo unaishi katika uovu, angalia jinsi ambavyo unaangamia, angalia, tazama, jione, jitambue, angalia vile ambavyo unajii o unazidi katika uovu siku baada ya siku. Angalia vile ambavyo unazidi katika ukatili. Angalia vile ambavyo unazidi katika njia zako. Angalia na jionee. Hawataki kuamini. Miujiza imefanya mbele yao kuwahakikishia kwamba njia ni moja na ni moja peke yake na ni huyu Yesu Kristo. bado hawaamini, bado hawataki kuamini, na wanaambiwa hii miji: ole wako, ole wako Korazini, ole wako Bethsaida. Hata mimi ninakueleza leo, kaka yangu, yule ambaye unasikiliza hii injili, kwa sababu hakuna ajabu kubwa imekuja katika ulimwengu huu kuliko injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, kuliko injili ya huyu Bwana aliyeshuka toka mbinguni ambaye amechukua mwili ambaye amechukua mwili ametuikwa pale msalabani, ili afe kwa ajili ya ulimwengu, ili yeyote amwamini asije akapotea, bali awe na uzima wa milele. Hakuna jambo kubwa kama hilo, hakuna Yesu Kristo mwenyewe anahakikisha, kwa sababu habari hii inakuja kwako, na habari ya kukwambia yeah. Huyu aliyetwikwa pale msalabani ndiye yeye, yeye, yeye ambaye alitoka katika lile kaburi. Aliyeingia katika lile kaburi ndiye alitoka katika lile kaburi. Aliyetwikwa pale ili afe ndiye ambaye ameshinda tu. Kwa hivyo nikisimama mbele yako leo na kutangazia habari ya yule aliyeshinda kifo. Na kutangazia habari ya yule ambaye ametoka kutoka kaburi lake. Nani ametoka katika kaburi lake ambao unaujua wangu? Kuna mtume yeyote ametoka katika kaburi lake? Kuna mfalme? Kuna mwalimu? Kuna shehe? Kuna rais? Kuna nabii ametoka katika kaburi lake? Kuna nabii ameshinda kifo? Kuna nabii amejidhihirisha? Yesu Kristo akisema maneno yake, walikuwa hata wanataka kumpiga mawe. Alikuwa anasimama mbele yao, anawambia mimi ndio nuru ya ulimwengu, wanasema ujamani, chizi. Anasema mimi ndio ufufuko na maisha, wanataka kumuua anasema lazima ule mwili wangu na ule damu yangu. Anasema huyu jamaa amekanganyikiwa, anasema mambo ya kustajabisha. Anasema hekalu hili litaivunja na baada ya siku tatu itaiunusha tena. Ndugu yangu kuna jambo la kustaajabisha kuliko hiyo? vinaleta habari ya Yesu Kristo kwako kwa, vinaleta habari ya ufufuo unaoleta uzima kwa kwako. Habari hii nakuhakikishia, ingefika pale Sodoma. Sodoma, Sodoma pale ni wazizi. Sodoma pale ni mahanithi. Sodoma pale ni wauaji Sodoma pale wanaona wageni wameingia, wanataka kufanya mambo na hao wageni, wanaume kwa wanaume. Sodoma, Yesu Kristo anasema habari hii ingefika Sodoma wangeamini. Habari hii ingefika kwa mahaliki, wangeamini. na hii habari inakuja kwakoako kwa. Hii habari inaileta kwakoko kwa kwa. Ole wako usio ya nini, ole wako unayedharau damu ya Yesu, ole wako unaodharau kazi tukufu aliyoifanya Mwana wa Mungu katika kushuka kutoka mbinguni, katika kujitoa kama dhabihu safi kwa ajili ya dhambi unaiangalia na unasema mimi niko na njia zangu unamwangalia Mungu na unasema hekima yako hainitoshi mimi unamtazama Mungu na unasema mimi hiyo kazi yako usingefanya ungeniacha tu mimi niko na mbinu zangu niko na hekima nilizofunzwa niko na njia nilizofunzwa Mungu wangu hajai sikia kuhusu kufunga kwani hajai sikia kuhusu kufunga iapangai habari <coughs> hii ingefika kwa mahaniki wa Sidoni, habari hii ingefika kwa wauaji wa Tiro, wangetubu, wangelia, waseme ni kweli Yesu Kristo ni Bwana, waseme kweli Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana waseme kweli, Yesu Kristo ndiye nuru ya ulimwengu. Waseme kweli, bila kunywa damu ya Yesu Kristo hakuna wokovu. Waseme kweli, bila mwili wa Yesu Kristo hakuna wokovu. Waseme juhudi zangu ni bure mbele ya huyu Bwana. Waseme kufunga kwangu ni bure mbele ya huyu Bwana. Waseme juhudi zangu, matendo yangu mema ni bure mbele ya huyu Bwana. Waseme Mungu, mambo yangu yote, juhudi zangu zote ni bure mbele yako, nikubali kwa sababu ya damu ya wangesema hivyo yeah. Mahaneji wa Tiro na Sidoni, makahaba wa Tiro na Sidoni wangemwamini Yesu, wangeamini habari yake, wangeamini hili neno lilipo, wakati nilikuja mbele yao, makahaba wangeamini, na hakika wanaamini. Watu wa ushuru wataamini, wafisadi wataamini wako. Oh. Itakuwa rahisi sana mbele ya Bwana, mbelewakanao siku takapofika, utakuwa, itakuwa rahisi sana wao kusimama mbele ya Bwana. Itakuwa rahisi zaidi hata wale ambao hawaja kuamini kuliko wewe uliyesikia na ukapuuza Nakuhakikishia leo na kwa jina la Yesu Kristo, afadhali usingesikia, afadhali nisingekuwa hapa, afadhali nisingesimama hapa na kutangaza, kuliko wewe kusimama, kusikia na kupuuza. Laiti <laughs> la usingalesikia, kwa sababu meokataa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anakuhakikishia, yeyote anikataaye mimi anakataa yeye aliyenituma, ambaye ni Baba yake. Wasema wewe, sisi tunamjua Mungu, sisi tunasali kwa Mungu, sisi tunafanya mambo yake Mungu, na hamtambui Yesu. Umemkataa Yesu, umemkataa Mungu, umemkataa Mwana wa Mungu, ni Mungu umekataa na hakuna njia yoyote nyingine utapata kumjua Mungu ila kupitia mwana wake Yesu Kristo. Hakuna njia yoyote nyingine unapata kumjua huyu mwenyezi Mungu ila kwa Yesu Kristo na Yesu Kristo peke yake. ekai siku izemenamano inapotukagakwa siku yaleo tunakusihi hata tuwe na nguvu, hata tuwe na uchungu, bado tunakulilia. Tuwe tumeshiba, tuwe tuna njaa, tunakuja kwako, tunakuomba, tunakuitisha, tunakulilia. Ujumbe wetu ni ule ule tu, hatujihubiri sisi wenyewe, tunahubiri Yesu Kristo. Hatuhubiri uzuri wetu, tunahubiri Yesu Kristo.

natuzidi kutupa nguvu ili tuweze kutumika katika kazi inayofanya hata katika huu mtaa wa Majengo na katika ulimwengu mzima. Naomba kwa ajili ya wale wote ambao wamepata kusikia habari yako siku ya leo. Naomba nolana, Mwenyezi Mkuu, kwamba utawafunua mioyo yao ili wapate kuona nuru ya injili ya utukufu wako katika uso wa Yesu Kristo. Naomba hayo wote katika jina kikufu la mwana wako, ndiye Bwana, ndo mkombozi wetu. Amen.